Zoezi la ugawaji wa vifaa hivyo limefanyika katika ofisi za kata hiyo manispaa Geita, limeongozwa na diwani huyo Reuben Sagayika ambalo limewahusu wanafunzi wa darasa la kwanza hadi la saba pamoja na kidato cha kwanza na kwamba utaratibu huo utakuwa endelevu. Nimewaita hapa wazazi pamoja na watoto, ili angalau basi tuweze kupata haya madaftari, lakini hili zoezi litakuwa ni zoezi endelevu tutakuwa pia tunapita kwenye mashule, tunaangalia wapo watoto ambao hawawezi kununua hata uniform kabisa, tunajaribu kuwashika ili angalau basi hao watoto waweze kupata nini, kupata shule. Pia tulihimiza watoto ambao wana mahitaji maalum, tuliwaomba pia wazazi wawalete hapa, na kama hawezi kuja anatuambia, kwa sababu bado zoezi linaendelea. Serikali imeelekeza watoto wote waripoti shuleni, na sisi kata ya Kalangalala tumejipanga kuhakikisha watoto wote wanaripoti shuleni. Maandalizi yamekamilika kwa kiasi kikubwa, madarasa yako yako tayari, viti na meza viko tayari. Baadhi ya wazazi na walezi wa watoto ambao wamepatiwa vifaa hivyo wamesema, wamesema kwa nikuwa, naomba tunishauri serikali kwa ujumla, zoezi hili liwe endelevu, lisio la mara moja, na wala lisio la diwani peke yake. Namshukuru Mheshimiwa Diwani, maana kwa katetu a Kalangalala, haijawahi kutokea, ndo mara ya kwanza na ameahidi kuwa endelevu. Kwao tunamshukuru na tunamwomba Mungu amtie nguvu zaidi, ili aweze kuendeleza hichi ambacho amekianzisha. Katika hatua nyingine, wakazi wa Manispaa ya Geita wameendelea na maandalizi ya muhula mpya wa masomo katika soko la asubuhi Nyankumbu. biashara kiwalisia tu madaftari kama bidhaa za shule zote zinazohusika zinaenda vizuri tu, na hali iko vizuri sana, Mungu anasaidia. Sema, yani, nimejiwekea mtoto afike shule kwa siku ya kesho kwa sababu nilijiandaa toka alivyopata likizo mpaka kufungua. Kutoka hapa soko la asubuhi Manispaa ya Geita, wananchi mbalimbali wakiendelea na maandalizi kwa ajili ya muhula mpya wa masomo. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik.